uchaguzi mbele ya jumuiya za kimataifa na hautakuwa uchaguzi mbele ya Mungu. Sasa sasa, ndugu wa Tanzania, wenzetu wa Dodoma, kwanza tunashukuru sana kwa jinsi mlivyojitokeza hii Dodoma. Hii hii ni mara ya kwanza mmetisha namna hii, maana ma, yake ma, ma,

wamesombana mkoa mzima, alafu wakawa wachache kama kikao cha familia fulani. Adhamini juzi juzi niliwambia, juzi niliwambia hivi, tunawapa challenge siem. Wakihutubia mkutano kwenye mkoa, wanahutubia mkutano huu mkoa mzima, hawana uwezo wa kwamba wawe na timu mbili zigawanyike kwenye mkoa. Leo leo mimi na katibu mkuu tumegawanyika kwenye mkoa wa Dodoma. Katibu mkuu amebonga mikutano minne na mimi ni nne, mikutano nane. Tumeenda Kongwa, tukatoka Kongwa tukaenda wapi? Mpwapwa na pale paneitwadi pale tuliposimama njiani pale Tanzania Tanzania sio kati mkuu wameenda siu mrijo si wapi pai pahi. pahi mrijo na Kondoa mjini na yuko hapa sasa. Wao wakifanya hivyo, athari watakayoipata watakosa watu wa kusomba kuja hapa kwa sababu wale wake ambao yenda kuwahutubia kule wameshasomba wameleta mjini. Na kama wanafanya hapa kama ni mzeasira ni, ni, ni, ni, ni, ni mzeasira wakigawanika pia nekura kwao wambo kweli kweo, tunawashukuru tumekuja kwenu Watanzania, kuapili kwenu kuhusu ishu ya uchaguzi. Na baba askofu nitakupa nafasi usalimie, baba Askofu wa Mwamakura tuko naye, mpigieni makofi. Tumekuja kwenu kuhusu masuala ya uchaguzi. Kwa nini tunazungumza kuhusu uchaguzi? Kwa nini kila aliyesimama hapa anasema kuhusu uchaguzi? Nchi hii inaongozwa kwa propaganda, tusipofafanua mambo to the dot, wanaweza kupata nafasi ya kupenyeza uongo. Ukifungulia redio za nchi hii, ukifungua redio za nchi hii, magazeti ya nchi hii TV za nchi hii ukisikia wanavyomzungumzia rais wa Samia <Weber> vyombo vya habari vinasikia wananchi wamesemaje? <ingo> <Oliver> kazi ya vyombo vya habari namba moja duniani ni kuhabarisha wap Mbili ni kuelimisha watu, kuambia watu ukweli. Kwa sababu kwa sababu nawapo, tuelewane vizuri, mtulie, tueleweshe. Mpigani wa haki za watu weusi anaitwa Steven Biko, aliuawa Afrika Kusini, alisema koti moja huwa anaipenda sana, alisema hivi, the most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Kwa Kiswahili, kwaweza nisiwe Kiswahili kisiwe sahihi sana. Nisikilize, tutulie, tutu, kamanda tutulie. The most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Silaha kubwa anayoitumia mdhalimu dhidi ya mtu anayedhulumiwa ni akili ya mtu anayedhulumiwa, au ni ubongo wa mtu anayedhulumiwa. Usipokuwa na uelewa, huwezi kujua unavyodhulumiwa. Usipokuwa na uelewa, unaweza kutishwa hata na kivuli chako ukakimbia. Kwa hiyo, kazi kazi ya vyombo vya habari ni kuelimisha umma, umma ujue unavyoibiwa, rasilimali zao ni zipi nchi yao ikoje, ili mfanye maamuzi, informed decision, wanaita wazungu, maamuzi ambayo yana taarifa. Ufanye maamuzi yenye uelewa, informed decision. Watu wetu wanapewa chumvi, wanapiga kura kwa sababu they are not informed, hawajui kitu wanachofanya uzito wake. Na ndio maana nataka mtulie kabisa, tueleweshane. Najua, najua mnatupenda, lakini tulie. Sasa ukisikiliza redio za nchi hizi, namzungumzia Samia, unaweza ukafikiri tuko Marekani, unaweza ukafikiri tuko Uingereza au tuko nchi iliyoendelea sana. Ukishuka chini ukaona maisha ya watu, unaweza kulia. Tulienda Kongwa ambako spika Ndugai, tulikuwa naye bungeni, amekuwa mbunge kwa miaka ishirini na tano na mkoa wa Dodoma tuseme kwa ujumla, ukiacha barabara hii kuu ambayo imejengwa hata kabla ya mwalimu inayoenda Mwanza, niambie barabara nyingine. Na ukiacha hii ya kwenda inayopita Kondoa Arusha, na hii hapa mashimo ambayo yamejengwa hapa, mashimo tunaweza kucheza draft hapo kwenda iringa hapo yani. Lakini barabara imejengwa haina miaka mitatu. Mimi nilikuwa Ujerumani, kuna barabara za mwaka elfu komo, kuna barabara za mwaka elfu moja mia nne tisini zipo, hazijawai kubomoka. Leo hiyo barabara imejengwa haina miaka hata mitatu, unaweza kucheza drafti au ile nini tunaita kwa kikuli ugwei bao, eh, yani <coughs> sio sasa. Ukiacha hizo barabara, kuna barabara ndani nyingine hapa mkoa wa no, Dodoma sasa, ndugu zangu ukisikiliza redio zetu zinazungumza kuhusu huyu mama, utafikiri watu wana maisha mazuri, kumbe watu wana matatizo makubwa. Na ukishuka chini Dodoma, watu wanaishi kwenye vichuguu vinaitwa nyumba, miaka sitini na tatu baada ya uhuru wa nchi yetu. The most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Watu wetu wanaumizwa nchi yetu inateketezwa, watu wetu wamefanywa maskini, umaskini wa kutegeleza, kwa sababu watu wetu hawana elimu ya kutosha, hawaelewi uzito wa maana ya kuwa rais wa nchi. Watu wanafanya comedy kwenye urais wa nchi. Urais wa nchi hauhitaji majaribio, unahitaji complete mind, ajue anabeba moyo wa watu milioni. Na, na michezo hii mingi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 hiyo serikali iliyopata mamlaka kutoka kwenu ku. lengo lake kuu, lengo kuu, lengo namba moja, kama hakuna ile lengo haina maana ya kuwepo. Lengo kuu ni ustawi wa wananchi, ustawi. Si serikali itawajibika kwa wananchi? Sasa serikali itapata mamlaka yake kutoka kwenu, maana yake nini? Kwamba badala ya sisi wote kuwa maraisi tunachagua mtu mmoja kwa niaba yetu, tunakainisha sovereignty yetu kwake kwamba akitupaa tumsikilize, akikomandi jeshi letu limsikilize, akikomandi vyombo vyetu vifanye. Tunampa ale mamlaka kwa niaba yetu. Sisi wote hatuwezi kuwa marais, hakuna atakayekomandi mwingine, kutakuwa na chaos. Tunachagua bunge badala ya nyinyi watu wa Dodoma, Dodoma tuende pale ubungeni, watu wa Tarime waje, watu wa Musoma waje, watu wa Chamwino waje, watu kila sehemu Ubungo sio waje. Lindi, Mtwara waje hapo, huyo aseme tuna shida na kiwanda aseme, na na magi. Na magi. Ha, kwa serikali, huyo aseme tuna shida na maji. Hakutakuwa na ukumbi wa kutosha, kutakuwa na chaos. Tunachagua mtu mmoja kwa niaba yetu, akatusimamie mambo yetu, sio mambo ya mke wake na watoto wake, akasimamie mambo yetu. Katiba inasema hivi, na katiba inasema serikali itawajibika kwa wananchi kupitia bunge. Kazi ya bunge ni tatu tu. Mimi nimekuwa bungeni. Kazi ya kwanza kutunga sheria, registration kutunga sheria mano ninaitwa registration. Kazi ya pili kuisimamia serikali, na kazi ya tatu kuiwajibisha serikali isiposikia. Kazi ngapi? Sasa, kutunga sheria mbunge anapaswa kwenda kutunga sheria nzuri, kwa sababu ni mwakilishi wako. Mbunge ni taxpayer representative, ni mwakilishi wa mlipakodi. Kutunga sheria nzuri, kwa sababu sheria ni sheria tu. Ukisikia ukisikia polisi anasema tii sheria bila shuuti, sio sheria zote tunapaswa kutii. Sheria za kijinga mbaya hatupasi kuzitii, tunapaswa kuzidifai kwa sababu watu wa Dodoma, kwa sababu sheria ni nini hata wakoloni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu, na ukikataa kuuzwa au kununuliwa, umevunja sheria na unapata una adhabu. Sasa ilikuwa sheria nzuri? kisa tu ni sheria, ni sheria nzuri? Ndio maana wao wanatuambia, ujinga wee tumetunga, si sheria. Hatuwezi kutii sheria za kijinga, ndio maana tunakuja kwenu wenye mamlaka ya mwisho na nchi hii. Sasa kazi ya mbunge ni kutunga sheria kazi si ya mbunge ni kusimamia serikali. Kazi ya mbunge ni kukuwakilisha wewe na kuiwajibisha serikali. Serikali isiposikia mbunge haishughulikie. Ibara ya tisa nasema hivi, lengo la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa jamhuri ya muungano na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar au ah, chochote kati ya vyombo vyake na udugu na amani kutokana na kufuata siasa ya ujamaa na kujitegemea ambayo inasisitiza utekelezaji wa msingi ya kijamii ya kijamaa kwa kuzingatia mazingira yaliyomo katika jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinatekelezwa kwa njia ambazo zitahakikisha kwamba utajiri wa taifa unaendelezwa moja, unahifadhiwa na unatumiwa kwa manufaa ya wananchi wote kwa ujumla, na pia kuzuia mtu kunyonya mtu mwingine. Kwamba katiba inasema utajiri wa taifa unaelekezwa kwenye kuhakikisha kwamba unakuendeleza wewe na kuzuia mtu mwingine kunyonya mtu mwingine ai kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yatatilia mkazo maendeleo ya wananchi na hasa zaidi yakielekezwa kwenye jitihada za kuondosha ujinga, maradhi na umaskini. Actually cha kwanza umaskini, ujinga na maradhi. Kwamba utajiri wa nchi yetu utaelekezwa katika kuondoa nini, umaskini, ujinga na maradhi. Ndio makubaliano yetu na watawala wote walio walio kwa madarakani. Samia alipo hapa alisema naapa kwamba nitaitetea nitailinda na kuhifadhi katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa na katiba. Inasema kazi yake serikalini iwe ni kusimamia utajiri wetu ili kuendeleza wa lengo kuu la katiba hii na serikali ni kufanya ustawi. Kwa kufanya ustawi, maana yake nini? Uwe na kazi ya kufanya, uwe na chakula, utibiwe pazuri, uendeshe gari, inawezekana, urale pazuri, uishi vizuri. Na katiba ina insisti kwenye utajiri wetu kutumika katika kutuendeleza sisi. Utajiri wetu ni upi? Nchi yetu ina ukubwa wa kilomita za mraba laki tisa na arobaini na tano. Alikuwa anazungumza wakili Matata amesema, Mwalimu alisema ili nchi iendelee inahitaji mambo mangapi? Manne. Inahitaji watu, Mwalimu alisema kuhusu watu. Leo tuna watu milioni sitini na tatu. Inahitaji ardhi, Mwalimu alisema cha pili nini, cha tatu akasema siasa safi, siasa na uongozi bora. Sasa watu tunao, ardhi tunayo, na tukizungumza kuhusu ardhi ndio imebeba utajiri wote. Mapinduzi yote duniani mnayojua, vita zote duniani zinapigana kwa sababu ya ardhi. Ukisikia Palestina wanapigana na Israeli leo wanapigana kuhusiana na nini? Ukisikia Ukraini na Rasia wanapigana kuhusiana na nini? Kwa sababu ardhi ndio inabeba utajiri wote. Kwa katiba yetu inazungumza kuhusu utajiri. Ardhi yetu ni kilometa za mraba laki tisa na arobaini na tano. Afrika ina nchi ya hamsini na nne. Sisi ni nchi ya kumi kwa kuwa na ardhi kubwa kwenye bara la Afrika, ya kumi kwa, tumezidi nchi ya arobaini na nne kwa landmass. sasa ukichukua nchi ya Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha pamoja, nchi zote za Afrika mashariki kwa ukubwa zina kilomita za mraba laki nane tisini. Sisi peke yetu nimewaambia ngapi? tisa na arobaini na tano na ardhi yetu ambayo ndio utajiri namba moja inabeba nini? Inabeba maji. Tanzania ni nchi ya kwanza kwa kuwa na maji baridi, nikizungumza maji baridi yasiyokuwa na chumvi, maji mazuri, maziwa, mito eh, maji ya chini pale kimbiji na Mpera, tuna maji ambayo ni mengi kuliko maji yote bara la Afrika. Ukiyatambua ile Dar es Salaam inazama, kwa hiyo tuna maji ukiacha ziwa Victoria ambayo ni ziwa kubwa kuliko yote Afrika, la pili duniani, liko Tanganyika Tanzania. Tuna ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika yako Tanzania. Tuna mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, mlima Kilimanjaro wenye maajabu na theluji juu yake, baada ya mlima Everest ndio wa pili. Tuna madini yanaitwa tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Tuna makaa ya mawe tuna chuma. Chuma chetu ni mlima kabisa, huko sehemu inaitwa Liganga unaweza kuchimba mwaka mia moja huko Tanzania. tuna, tuna, tuna, tuna, tuna nikel na cobalt pale Kabanga, Kagera, madini yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazozitumia yanatoka Tanzania. Tuna uranium madini yanayotumika kutengeneza kutengeneza mabomu ya nuklia yako Singida yako Seru. Tuna gesi futi za ujazo trilioni hamsini na nne nukta tano nchi ya tatu Afrika nzima. Tuna dhahabu, dhahabu ukianzia kwetu Tarime dhahabu, ukienda Musoma dhahabu, ukisogea kidogo ukaja e, e, ukitaka kuingia Bariadi dhahabu, Ngudu, hiyo yote ni dhahabu, ukija Geita dhahabu, Kahama, Bukombe, Shinyanga, Njoo sogea mpaka Dodoma, dhahabu. Singida dhahabu, wangwa chini ya Mbea dhahabu. Nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani duniani. Na leo ukiangalia kwenye soko dunia, beye, da la dunia bei ya dhahabu kwa gramu, auns kwa gramu ni shilingi laki tatu na kumi. Sasa nikisema gramu, ili tuelewane vizuri, ukichukua wembe wembe mzima ule ukivunja, kaekalemde ka moja ndio gramu moja, laki tatu na kumi. Sisi ni nchi ya tatu kwa kuwa na abuii, yanatoka matofali marori na marori ya dhahabu kwenye nchi hii kila iitwapo leo. Wazungu wamejenga viwanja vya ndege ndani ya migodi yao pale palime, hakuna anayejua madhahabu yanatoka. Ndege zinatua pale, breki ya kwanza huko zinakokwenda Viwanja vya ndege Geita, viwanja vya ndege Bulyanhulu, na sasa hivi wameanzisha Sengerema, ngodi mkubwa. Ndege zitatua pali, zinaondoka na dhahabu zetu. Sisi maskini, tuna kila kitu cha kutufanya tuwe matajiri. Tuna bandari, urefu wa bahari yetu ni kilomita elfu moja mia sita kutoka Mtwara mpaka Tanga, na leo tuko maili mia mbili kuingia ndani tuna mbuga ya wa wanyama namba moja duniani. Hakuna nchi inayolingana na sisi kwa mbuga za wa wanyama. Chukua seru, Ngorongoro, Serengeti, Mikumi, waha, Mkomazi, Miku ii yatanga inaitwaji inayoenda tena, iko kwenye maajabu sana, imeingia Sadani imeingia, mpaka ni mbuga pekee inayoanzia nchi kavu mpaka baharini tuna maua ya Mungu, kuna garden of god hapa Tanzania, iko Kituro, sijui hata kama mnajua. Kuna maua alipanda Mungu mwenyewe, unatembea zaidi ya kilometa hamsini unakutana na maua ya kijani, mekundu, aliyepanda yeye mwenyewe. Yanaanza labda kijani tata, unatembea unakutana mekundu, kilometa mbili unakutana meupe, kilometa tatu unakutana na papo, kila rangi unayojua duniani. Wazungu kwa maelfu wanatua pale kila siku ya Mungu. Kwa nini watu wetu ni maskini katikati ya utajiri huu? Kwa nini watu wetu ni maskini? Mwalimu Nyerere alisema na wakumbusha, ili nchi iendelee inahitaji mambo mangapi? Inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Watu tunao, tuko milioni sitini na tatu, ardhi tunayo, na vyote nilivyoambia, nini kinakosekana? Nini tunakosekana? Nini tunakosekana? siasa safi na uongozi bora. Tatizo la nchi hii ili kuitibu once and for all ni uongozi wa nchi hii e, ni tatizo la kiuongozi, tukilitibu tumemaliza mzizi wa fitna wa nchi, na kila mtu ataishi vizuri. Ndio maana tumekuja kwenu kuzungumza kuhusu uchaguzi, asije mtu kwa sababu nchi hii jinga ni mwingi, wanaweza kuja hapa Kawaambieni wale walikuja kuzungumza kuhusu uchaguzi, kwa sababu uchaguzi unawahusu. Wanawafanya nyie mhisi uchaguzi hauwahusu nyie. Wanazungumza uchaguzi, kwa sababu uchaguzi ndio mzizi wa fitina wa nchi hii.